Hebana, kama kwanza uja subscribe ni Sawasawa online digital, na big news ambao saa hivi niko nayo ni kuhusiana na star muziki nchini Nigeria. Davido amefunguka kuhusiana na nguvu ya amapiano, huku akidai ya kwamba huu ni muziki ambao umesambaa zaidi ndani ya miaka hii mitano. Akiongea na moja kati ya radio station nchini humo, Davido amesema ya kwamba amapiano ni muziki kutoka Afrika Kusini na nadhani amapiano ni bora kuliko afrobeat. ninaimba amapiano kila wakati kwa sababu naipenda na ni aina mzuri ya muziki. Amapiano inatoka Afrika Kusini, wa Afrika Kusini tangu zamani wamekuwa na muziki mzuri sana. Tangu mwanzoni mwa kazi yangu, nilikuwa tayari nimependa muziki wa Afrika Kusini na nilikuwa nikishirikiana na wasanii wa Afrika Kusini. Amapiano ililipuka katika miaka mitano iliyopita, na sisi wa Nigeria tunajitosa kwenye aina ya muziki. Nigeria ina sauti yake, lakini amapiano inatawala zaidi. Kwa muda mrefu sasa nyimbo zangu zote zimekuwa

ni aina nzuri ya muziki moja ya nyimbo zangu kubwa unavailable ni wimbo wa amapiano nilimshirikisha msanii wa afrika kusini musa keys hata kwenye albamu yangu ya mwisho timeless karibuni nyimbo zote zilikuwa za amapiano ninafanya hivyo tu kuwawakilisha wasanii wa afrika kusini tunaweza kusema amapiano rather moja ya muziki ambao unaweza ukafuatiliwa zaidi duniani na afrika kwa ujumla ebana huyu ni davido kutoka moja kwa moja nigeria akiwa ana mtazamo wake lakini pia akiwa anyoosha mikono kwamba Afrobeat haina nafasi kama vile eh, amapiano ilivyochukua nafasi this time around. Ebana kwako, e bana kwa kama mda wa burudani kutoka kipande chochote 254 UG ugendawize eh, una mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kwenye uwanja comment hapo. Until next time, bye bye.